Sema tumekimbia na nini, yale ni maneno ya utani. Mm. Hayo mambo ya kupishana Simba na Yanga kukimbia ni ya muda mrefu. Yalianza siku nyingi. Yanga wamekimbia karibu mara tatu, Simba wamekimbia karibu mara nne. Kwa kweli nimefurahi tumepunguza big gap la magoli, mm, pia tumeongeza pointi. Mm. Eh, na kiporo chetu kwa kusema kweli, mm, leo kilikuwa kina kachumbari ya kikuchacha. Kimeliwa, meliandimu au mshikiporo? Kilikuwa kina kachumbari ya kikuchacha na njiki ikikuchacha. Hilo la kwanza, lakini cha pili <laughs> <laughs> <laughs> Kwa sisi wapenda mpira mm. Ushindani unapokuwa karibu namna hii mm. kweli inaonyesha kwamba ligi yetu sasa ni ya nne kwa ubora barani ya Afrika kwa mm. sababu hii inanikumbusha ni, ni mara ya pili toka nimeanza kuiona ligi kuu mara ya mm. kwanza na miaka ile elfu mbili mwanzoni yeah. Timu nne zilifungana pointi pointi zilikuwa zinapishana pointi moja mbili, pointi moja mbili, lakini bingwa alikuja kuamuliwa mechi ya mwisho ikaanza kuongoza Prison ya Mbeya mm. ya pili akashika ya Yanga ya yeah. ya ya ya tatu akaja sukari ya nne Simba Sports Club mm. lakini cha si mm. cha cha ajabu mambo si sana kuonesha mpira kipindi ya tatu akaja Mtibwa sukari yanao a ka akakubeba ubingwa wa nafasi ya nne mpaka Tanzania tanzaianai. Msimu wa mwaka gani? Ilikuwa ni miaka ya elfu mbili na mbili mm. kwenda mbili na tatu mm ilitokea unaiona, inajirudia kwa sababu wakati kupishana pointi moja moja namna hii mm. ni kwamba inatupa burudani sisi wadau wa soka mm. inaleta ushindani mzuri katika ligi kwa sasa hivi, tumepishana pointi moja, tuna Yanga Afrika wao, wanatupita kwa magoli wao, wanahesabu na ule mchezo ambao wanasema mmekimbia. Ule mchezo kusema kweli, yale kusema tumekimbia na nini, yale ni maneno ya utani mm. mambo ya kupishana Simba na Yanga kukimbia ni ya muda mrefu <laughs> yalianza siku nyingi <laughs> yanga wamekimbia karibu mara tatu simba wamekimbia karibu mara la nne <laughs> tukisema kukimbiana wameshakimbiana mpaka sasa hivi simba anaongoza kuikimbia yanga. haongozi kuikimbia yanga unajua simba yang. huwa wanaitafuta haki <laughs> na haki yoyote huwa inapiganiwa haki yoyote unavyoitaka lazima ulaumiwe ufanye nini mm. takupa mfano mmoja mzuri tu mm. wakati nchi yetu imeyumba yumba alipoingia Marehemu Magufuli alianza kuleta magu, ma, mageuzi katika nchi. Alianza kutaka nchi yetu iendelee. Uliona hata kwenye mpira watu walikuwa na kula kula hela za mpira wengi walikwenda ndani <laughs> wengi walianza kumlaumu kwa sababu hawajazoea vile. Kwa hiyo mageuzi yoyote yanapokuja ni lazima lawama ziwepo. Yanga hawajakimbiwa uzuri, mechi ya dabi itarudiwa. Itachezwa tu hata iwe lini. Mnataka mnataka hata kesho aje. Hata waje bunju. Hata kesho aje. Na mwanzoni tulisema, tulisema natengeneza timu eh. Sasa hivi hamtengenezi oh, timu, tena. Timu. Timu, imekubali, sa... imekubali. Timu imekubali. Ile maneno ya natengeneza timu kwa mimi binafsi huwa siyakubali sana. Hebu fikiria timu ya taifa inaundwa kwa muda wa wiki moja mwezi mmoja inaenda kwenye mashindano mm. eh, na ina perform vizuri, utasemaje unatengeneza timu kwa muda mizito?